ya Tumaini la Maisha inayofanya kazi kwa pamoja na hospitali ya taifa ya Muhimbili na wizara ya afya na ustawi wa jamii kupambana na tatizo la ugonjwa wa saratani kwa watoto nchini imesema takribani watoto laki nne kote nchini wanaugua ugonjwa wa saratani huku wakikabiliwa na changamoto za upatikanaji wa matibabu ikiwemo utambuzi wa mapema wa ugonjwa huo. Fred Mwanjala anaarifu zaidi. Taasisi hiyo imesema licha ya idadi hiyo ya watoto wanaougua ugonjwa huo ni watoto mia nne tu ndio wanaopata matibabu katika hospitali za Muhimbili na KSMC na kwamba juhudi zinatakiwa kuokoa maisha ya watoto husika. Mwakilishi wa taasisi ya tumaini la maisha Georgio Omahon ametoa kauli hiyo wakati wa hafula fupi ya kusaini kuongeza mkataba na kampuni ya usafiri wa anga Precision Air ambapo kampuni hiyo kwa mwaka mzima itatoa tiketi za ndege za kwenda na kurudi kwa mtoto mgonjwa, daktari na ndugu watatu wa mtoto husika kwenda kupata matibabu kwenye hospitali husika. Kwa upande wake afisa mtendaji mkuu wa Precision Air Sauda Rajabu amesema maeneo yanayotiliwa msisitizo na shirika lake kama sehemu ya kurejesha kidogo inachokipata kwa jamii ni pamoja na mazingira, elimu na afya kama shida kubwa inawakumba watoto hawa ni usafiri, maanake popote walipo, kama mnavyoelewa, Tanzania ni nchi kubwa sana. Popote walipo huwa inakuwa shida sana kwa wao kuweza kufika Dar es Salaam ambapo kuna kliniki ya saratani ili wapate usaidizi unaowezekana. Kwa mujibu wa taasisi ya Tumaini Letu, watoto kutoka mikoa Mbeya, Singida, Kigoma na Mwanza watanufaika katika awamu hii na kwamba tayari wameshatoa elimu kwa wauguzi zaidi ya mia nane kote nchini ya kuwajengea uwezo wa na namna ya kutambua dalili za mwanzo za saratani aliyosema anatibika itakapowahiwa mapema. Fredi Mwanjala, Dar es Salaam.